Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Pokea heri njema ya mwaka mpya, mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutoka kwa kituo chako, kituo ambacho ni nambari moja ambacho kinakuletea taarifa za ukweli. Ninawatakia afya iliyo njema. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, twaje mbele zako asubuhi ya leo tunapoenda kwanza siku hii, tunakuomba uweze kutangulia mbele zetu yale ambayo Baba tumeweza kuyapanga tunaomba uweze kuyatimiza. Wale watazamaji wangu kila ambacho wameweza kukipanga, kukitimiza mwaka huu, ninaomba Mwenyezi Mungu uweze kufanikisha yale ambayo wamepanga. Tunaomba Mwenyezi Mungu ukatuondolee yale ambayo muovu shetani ameweza kuyapanga mwaka huu dhidi yetu, ili tuweze kuona mkono wako. Tunapoenda kwanza siku, tunajileta mbele zako tukiwa na imani kwamba utatutangulia. Asante sana, nimeomba hayo machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, amina. Mpenzi mtazamaji, taarifa za ukweli na za ndani ambazo nimeweza kupewa na vyanzo vyangu vya polisi wa Kenya wananiambia kwamba jeshi la polisi Tanzania limevuka mipaka, limeingia Kenya, Nairobi, Kilimani na wanataka kumkamata mwanaharakati au wanaharakati ambao wanaanika mauaji na uozo wa Samia Suluhu Hassan. Unajua, mimi ni mwanahabari, niko na vyanzo vyangu, na yule mwenye ameweza kunipea hii taarifa ni afisa wa polisi wa Kenya mwenye ni DCI. Ninadhani kwamba hata Tanzania mko na DCI, wale watu wa upelelezi. Ndiyo ameweza kuniambia Bwana Ezra, na alinitumia ujumbe huu mwendo wa saa nane na dakika arobaini na nane usiku wa kuamkia hii leo, siku ya Ijumaa, tarehe mbili Januari na ananieleza kwamba maafisa hao walienda wakashirikiana na maafisa wengine wa polisi wa Kenya kutoka Kiambu. Lakini sasa ushirikiano wao na maafisa wa DCI kutoka Kenya umeweza kuleta mgawanyiko ndani ya jeshi la polisi la Kenya. Kwa nini mgawanyiko umeweza kutokea? Kulingana na wakuu wa DCI wa Kenya wanasema kwamba ili mtu aweze kukamatwa kutoka Kenya lazima sheria iweze kufuatwa, lakini sasa, jeshi la polisi la Tanzania lilijificha likasafiri mpaka Nairobi kutoka Nairobi, eti kwamba wanataka kumkamata mwanaharakati. Haijulikani ni mwanaharakati mgani, kwa sababu niliweza kuuliza huyu DCI, ni mwanaharakati mgani? Akaniambia hata yeye hajajua, lakini ameniambia kwamba hawa jeshi la polisi wako Kenya kutoka Tanzania kumkamata mwanaharakati, na kosa kubwa la huyu mwanaharakati ni kumwanika Samia kwamba aliua watu elfu kumi ili kuendelea kusalia madarakani. Amewaumiza Watanzania, aliiba kura, anawanyanyasa Watanzania, anaongoza kimabavu, yuko na kikundi ambacho kinawateka wananchi nyara. Sijui kama unanielewa. Mpaka hapo kwanza kabisa, angalia hapo huo. Uh, ndio ujumbe ambao ameweza kunitumia. Mazungumzo mengine mimi naye tuliweza kuyaweka chini kwa sababu nilijaribu kumuuliza huyu mwanaharakati ni gani, akaniambia bado hajajua, ila akijua atanieleza. Kaniambia hivi, ameandika kwa lugha ya Kimombo: There were police officers in Kilimani from Tanzania Sio polisi mmoja, sio polisi wawili, zaidi ya watatu kutoka Tanzania, coming to arrest, to arrest political activist. Yani walikuja kumkamata mwanaharakati wa siasa. they involved police officers DCI from Kiambu, walishirikisha maafisa wa polisi wa kitengo cha DCI kutoka headquarters, au kipenda afisi kuu ya DCI Kenya, upande wa Kiambu Road. Who are supposed to be on off day, yani wale ambao hii leo na jana walikuwa wanapaswa na kesho walikuwa wanapaswa kukuwa likizoni, kwa hivyo kipindi ambapo wako kwenye likizo, serikali haiwatambui kwamba wako kazini, lakini wanataka kushirikiana na jeshi la polisi la Tanzania kufanya ukamataji. Akaendelea kuniambia kwamba the seniors are very furious, yani wakubwa wao wamekasirika, mithili unaweza ukadhani kwamba wamewekewa pilipili, wamemwagiwa mabomu ya kutoa machozi. Unaweza kadhani kwamba wamemwagiwa mabomu ya kutoa machozi. Ni kwa nini hawa maafisa wa polisi wa Kenya wanatoa ushirikiano na jeshi la polisi la Tanzania bila kutoa ama bila ya kufuata sheria? Unajua ni kwa nini Marekani haitaki Samia? Ni kwa sababu haifuati sheria. Nanielewa? Sasa hawa wakuu hawa wa DCI upande wa Kiambu wamekasirishwa. Nambari moja, hawa maafisa wa polisi wa DCI wanafanya kazi bila ya kushirikisha wakubwa wa DCI. Nambari mbili, wanafanya kazi na maafisa wa polisi wa jeshi la Tanzania bila ya kufuata sheria. Sasa and there is sovereignty issues in the discussion he, yani, kuna utaratibu ambao unafaa kufuatwa wa kimataifa sovereignty, utaratibu wa kimataifa ambao unapaswa kufuatwa, lakini bado haujaweza kufuatwa. Sasa hapo ndipo tofauti zimeweza kuzuka kati ya hao maafisa wa DC ambao walikuwa wanapaswa kukua likizoni, walioamua kutoa ushirikiano na maafisa wa jeshi la polisi la Tanzania kumkamata kisiri mwanaharakati kutoka Kenya. Sasa huyu DCI akaniuliza hivi How can Tanzania officers just walk in and make an arrest? ananiuliza hivi, itawezekanaje afisa wa polisi wa Tanzania watoke Tanzania wasafiri all the way mpaka Nairobi Kilimani kutaka kumkamata mwanaharakati bila ya kufuata sheria. Na mimi nikamuuliza jinsi ambavyo unaona hapo. Ala, who is the activist? Ni nani huyu ambaye ni mwanaharakati ambaye anatafutwa. Lakini ninaomba uweze kutilia maanani pale juu, alisema kwamba coming to arrest political activist, yani mwanaharakati Mwenye anafichua na kuchapisha habari za siasa za Tanzania sana. Na huyu mwanaharakati anaweza kawa Mtanzania ambaye yuko Kenya au Mkenya ambaye anachapisha taarifa za Tanzania. Unajua kuna kipindi ambapo hata mwanaharakati Maria Sarungi alikamatwa kutoka Kenya, kapelekwa tena Tanzania. Uenda kusomewa mashtaka. Mnakumbuka hicho? Tena hawa wajinga wanataka kushirikiana na Ruto kuja kufanya ukamataji Kenya. Wacha nikueleze. Unajua Ruto na Samia wanafanana. Watanzania wenzangu, msije mkafikiri kwamba Ruto ni mzuri. Hata Ruto ni muuaji jinsi ambavyo Samia ni muuaji. Mnakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na nne maandamano ya Kenya? Wakenya wengi sana waliuawa, na Ruto yuko mamlakani kinyume na sheria. Sasa Ruto wanashirikiana na Samia ili kuweza kuhakikisha kwamba Samia anasalia madarakani licha kwamba Samia amekataliwa na wananchi. Sasa wacha ni kueleza kisheria, kwa sababu huyu afisa wa polisi ananiuliza itawezekanaje, huyu afisa wa polisi wa DCI wa Kenya ananiuliza itawezekanaje, afisa wa polisi kutoka Tanzania wakuje mpaka Kenya kumkamata mwanaharakati kutoka Kenya. Sasa kulingana na sheria, utaratibu wa polisi wa Tanzania kumkamata mtu aliye Kenya hauwezi kufanywa moja kwa moja. Kisheria polisi wa Tanzania hawana mamlaka kumkamata mtu ndani ya Kenya. Hizi ndizo kanuni au taratibu ambazo zinapaswa kufuatwa. Nambari moja, kanuni ya mamlaka ya nchi ukipenda sovereignty. Na ukiangalia katika hilo chapisha ambalo nimekusomea hapo, huyu DCI kuna mahala ambapo ameweza kuzungumzia sovereignty, yani kanuni ya mamlaka ya nchi, kwamba kanuni ya mamlaka ya nchi ndio imefanya wakuu wa DCI kukosana na hao maafisa junior wa DCI ambao walitoa ushirikiano na jeshi la polisi la Tanzania kutaka kumkamata mwanaharakati kutoka Kenya. Kanuni ya mamlaka ya nchi, mnaelewa kila nchi ina mamlaka ndani ya mipaka yake. Na polisi wa Tanzania hawaruhusiwi kufanya ukamataji Kenya bila kushirikiana na mamlaka za Kenya. Lakini sasa tunajiuliza bila kushirikiana na mamlaka za Kenya. Si Ruto na Samia ni marafiki, na Ruto na Samia ni wauaji, na Ruto na Samia wote wanangangania kusalia madarakani, kwa hivyo wanaweza wakaruhusiana kukamata. Si mnakumbuka hata kisa Besigye? Besigye kiongozi wa upinzani Uganda, naye alikamatwa kutoka Kenya A akarudishwa Uganda kwenda kusomewa mashtaka. Maria Sarungi naye alikamatwa kutoka Kenya, kwa hivyo Samia na Ruto ni wauaji wa moja. Lakini kisheria kesi ikipelekwa mahakamani polisi wa Tanzania haruhusiwi kuingia Kenya kufanya ukamataji Kenya. Njia zinazopaswa kutumika ili kumkamata iwapo kuna mwanaharakati wa Tanzania Kenya mwenye serikali ya Tanzania inahisi kwamba anafichua siri za Samia, za mauaji, anachapisha taarifa za mauaji ya Samia. Nambari moja, njia ya kikatiba ni extradition. Extradition kuniradi, yaani urejeshaji wa mtuhumiwa Tanzania kama ni Mtanzania ambaye yuko Kenya. Njia mbadala sio kumkamata lakini ni kuandikisha kesi ili aweze kurejeshwa Tanzania. Huu ndio ule utaratibu ambao Samia aliweza kufuata kwa kuandikisha kesi kumrejesha Mange Kimambi kutoka Amerika. Lakini unajua Amerika ni nchi ambayo inafuata sheria. Hiyo kesi haina mwelekeo. Kwa nini? Huyu mwanaharakati alikuwa anatetea haki za kibinadamu. Samia anaweza akauaje wananchi alafu awazike wa kwenye kaburi la pamoja alafu anyamaze. Marekani imeangalia hiyo kesi imeona kwamba haina mwelekeo. Huu maiski hiyo kesi ya Mange Kimambi kitajwa. Huo ndio utaratibu ambao unapaswa kufuatwa. Hawezi ukaniambia tu kwamba jeshi la polisi litoke Tanzania liende Marekani liende kumkamata Mange. Watapigwa. Hata Wakenya hapa Kenya wakiwajua hawa polisi wa Tanzania. Watapigwa mawe mpaka wakufe. Wakenya ni watu ambao wako na hasira na wanashirikiana na wananchi wa Tanzania ili kuweza kuleta usawa. Kwa hivyo jeshi la polisi la Tanzania ambalo mko Kenya, kama unanisikia, wananchi wa Kenya wakiwajiwa, mtapigwa mawe mkufe bure, kwa sababu njia ambazo mnafuatwa ama mnafuata sio za kisheria. Mngefuata kanuni za extradition ukipenda urejeshaji wa mtuhumiwa Tanzania, mahala ambapo Tanzania huandaa ombi rasmi la urejeshaji wa mtuhumiwa kupitia kwa afisi ya mkuu, kwa afisi ya mwanasheria mkuu wa Tanzania. Mwanasheria mkuu wa Tanzania ndiye huandika hiyo barua kuja kwa wizara ya mambo ya nchi ya ndani, ya mambo ya nje ya Kenya. Wakishaandika hivyo ombi hilo huwasilishwa kwa serikali ya Kenya na serikali ya Kenya kupitia kwa afisi ya DPP, Directorate of Public Prosecution, na mahakama huchunguza kosa hilo kama linatambuliwa kisheria. Wakikuta kwamba okay, huyu mwanaharakati amefanya kosa, hizi taarifa ambazo anasema kwamba Samia aliwaua na hapa mahala ambapo aliweza kuwazika, hakuna taarifa kama hizo. Mahakama ya Kenya huamua kama mtuhumiwa atarejeshwa Tanzania. Kwa hivyo, mahakama ndiyo kuamua iwapo mtuhumiwa atarejeshwa Tanzania. Na unajua mahakama za Kenya sio kama za Tanzania ambazo zinashirikiana na serikali. Mahakama za Kenya angalau ziko huru kidogo alafu, iwapo mahakama ya Kenya itasema kwamba akamatwe au arejeshwe, ni polisi wa Kenya wanaomkamata mtuhumiwa na kumrejesha Tanzania, na wala sio jeshi la polisi la Tanzania liingie Kenya limkamate mwanaharakati. Na huyu mwanaharakati ambaye wanatafuta yuko na haki ya kukuwa na wakili wake kupinga urejeshaji wake Tanzania kupitia kwa mahakama na kusikilizwa kwa hati na nielewa, huo ndio utaratibu ambao unapaswa kufuatwa, ili kumrejesha huyu ambaye wanataka kumkamata kutoka Kenya. Lakini vile vile polisi inaweza ikaandikisha, inaweza ikaapply kupata red notice au Interpol, mahala ambapo Tanzania inaweza kuomba Interpol red notice. Red notice ni hati ya kumkamata mtu bali, okay, red notice si hati ya kumkamata mtu bali ni ombi la kumtafuta mtu. Sio eti kwamba waingia Kenya waanze kumtafuta mtu, hapana wanaandika barua kuelekea kwa serikali kupewa ombi la kumtafuta mtu. Kama ni Kilimani mahala ambapo umesikia wapo, wamtafute mtu huko Kilimani, kama wapo na kibali cha serikali na ni mahakama inatoa, wakipewa hicho kibali, polisi wa Kenya wanaweza wakamfuatilia huyo mtu kumkamata kwa, eh, kwa mujibu wa sheria za Kenya, kisha swala la extradition urejeshaji linaanza, lakini vile vile, kuna ushirikiano wa kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki inaruhusu ushirikiano wa kisheria na wala sio ushirikiano wa kukamata, ni ushirikiano wa sheria, lakini bado mahakama ya Kenya lazima ihusishwe. Hakuna ukamataji wa moja kwa moja na polisi wa Tanzania, hivyo ni kinyume cha sheria polisi wa Tanzania kuvuka mpaka na kumkamata mtu Kenya, au watu wapigwe mawe wakufe. Mimi ndio nimesema, kwa sababu kitu ambacho wanataka kukifanya ni kinyume na sheria. Wanaweza wakamkamata mtu wampeleke, wamuuwe, kwa sababu wengi wamekuwa wakitekwa na haijulikani waliko. Akina Humphrey Polepole hawajulikani waliko, ndiyo Jeshi la polisi la Tanzania ni kinyume kumteka mtu Kenya. Ni kinyume kumrudisha Mtanzania bila kupitia mahakama ya Kenya. Vitendo hivyo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa, ni ukiukwaji wa sheria za binadamu na ni uhalifu wa kimataifa. Mbona polisi wa Tanzania wanaingia Kenya Kumkamata mwanaharakati, hatujui ni mwanaharakati mgani mwenye yuko Kenya anatafutwa. Mbona wanaingia kumkamata? Eti kwa sababu anaanika Samia. Kwani ni ukora? Si Samia aliua wananchi? Kwani ni ukora? Si Samia amewateka wananchi? Kwani ni ukora? Si Samia ame aliiba kura? Kwani ni ukora? Si Samia anaongoza kama kimabavu? Sasa hawa wanaharakati wanadanganya nini? Na wao wanatafuta haki ni kinyume cha sheria kuingia Kenya, ni kinyume cha sheria polisi wa Tanzania kuingia Kenya kumkamata mtu kutoka Kenya, ni kinyume cha sheria hata polisi kutoka Uganda kuingia Kenya kumkamata mtu kutoka Kenya. Lakini kwa sababu hao ah, viongozi wawili au ah, watatu, Samia, Samia William Ruto na Museveni, wote ni wauaji, wote wanataka kusalia madarakani, wote wanataka kuiba kura, wote ni viongozi ambao ni batili. Wanaweza wakashirikiana kinyume na sheria, lakini hizo, hizo hatua ni kinyume na uhalifu au hizo hatua za kumkamata mtu kutoka Kenya ni uhalifu wa kimataifa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu, ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Lazima sheria ifuatwe. Kwa hivyo, asante sana kwa kunisikiliza. Jua kwamba polisi wako Kenya, polisi wa Tanzania wako Kenya na nimeibiwa hii siri. Sambaza hii kanda, ziwafikia watu wengi.